Katika Qur'an Karim sura Al-Ma'idah aya ya 27, na tabarak wa Allah tabaraka wa taala alisema: ewe mtume mpendwa, waambie hadithi ya kweli ya wana wawili wa Adam walipotoa wote sadaka. Sadaka ya mmoja ilikubaliwa na ya mwingine haikukubaliwa. Yule mwingine akasema, nitakuua. Yule wa kwanza akasema Allah anapokea sadaka kutoka kwa wale tu walio wacha Mungu na wanamcha Mungu. Wakati Hazrat Adam alaihi ssalam na Hazrat Hawa alayha ssalam walipoishi duniani, Allah taala aliwapa watoto kupitia uzao wao, jamii ya wanaadamu ilipaswa kuendelea. Hazrat Hawa alayha ssalam alikuwa akijifungua mapacha kila mimba, mvulana mmoja na msichana mmoja. Mvulana wa mimba ya kwanza alikuwa akimuoa msichana wa mimba ya pili. Hii ilikuwa sheria ya sheria wakati huo. Watoto wawili wa Adam alayhi ssalam waliotajwa katika Qur'an Kerim walikuwa Habil na Kabil. Habil alikuwa mwadilifu sana, mwenye moyo mwema, mcha Mungu na miongoni mwa waliomcha Allah. Kabil alikuwa mkaidi mwenye wivu na miongoni mwa walioelekea kwenye tamaa ya dunia. Dada aliyezaliwa na Kabil alikuwa Aklima. Dada aliyezaliwa na Habil alikuwa Liuda. Aklima alikuwa mrembo zaidi kuliko Liuda. Kulingana na sheria ya wakati huo, Aklima alipaswa kuolewa na Habil, lakini Kabil alimtamani kwa sababu ya uzuri wake. Hazrat Adam alaihi salam aliamua kwamba Habil atamuwa Aklima na Kabil atamuwa Lyuda. Kulingana na masimulizi, mzozo ulizuka kati ya watoto wa Adam alaihi salam kuhusu jambo hilo. Hazrat Adam alaihi salam aliwaamuru wote wawili watoe sadaka mbele za Allah. Yule ambaye sadaka yake ingekubaliwa angekuwa juu ya ukweli.